Ya na hizi ndizo changamoto za hizi pampu aina ya Doyin kwa sababu zimekufa hizi, hizi zote hizi amprela zimevunjika kwa sababu ya mchanga na mawe mawe madogo madogo. Kwa hiyo ili kuepukana na hili lote tatizo inatupaswa kujitahidi sana jitahidi sana katika ufungaji wetu tuweze kuzingatia vitu vifuatavyo. Kwanza, lazima kisima kiwe kisafi. Uhakikishe kisima kiko kisafi. Pili, kisima kiwe na maji ya kutosha ah, ndipo unaweza ukaepukana na hili janga, lakini tofauti na hapo hizi ndizo zitakuwa changamoto za kila siku kwenye pampu yako Paisha. Kwa hiyo tujitahidi sana kufuata hayo ambayo tumeyazungumza yani, ili kuepukana na haya matatizo. Ila kama una maoni, una ushauri, una changamoto yoyote, basi usisite kutuambia hapo chini ya comment, na sisi tutafanyia kazi. Karibuni sana, usisahau kusubscribe hapo chini.